Ukisoma kitabu cha Ufunuo 13. najaribu kwenda haraka kidogo lakini I hope tupo pamoja. Ufunuo 13. Kisha nikaona mnyama mwingine, fungu la 11, nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie, wote mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Think inasema that his deadly wound was healed. Nimalizie kusema kusoma, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyanya. mnyama kwa hiyo anatumia ishara kudanganya, anatumia nini? Ishara na it's interesting ukisoma fungu la tatu Ufunuo kumi na tatu inasema nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Yani ishara kubwa ambayo ilifanya dunia yote imstaajabu, huyu mnyama alikuwa na jeraha likapona, yani alikuwa na jeraha likapona. Kwa hiyo ilikuwa ni muujiza wa uponyaji, muujiza wa nini? Muujiza wa nini? Wa uponyaji uliofanya dunia yote wakastaajabu. Twende pamoja, twende pamoja. Biblia inasema Yesu atakapokuja mara ya pili wafu watafufuliwa. Shetani atakapokuja kwa mfano wa Kristo, naye pia ataleta mfano wa ufufuo. kwa ukiachana na ile sijui, unaona bibi yako babu yako amefufuka. Ukiachana na ile utaona manabii wamefufuliwa. Musa atatokea, atasema mimi ndio nilisikia amri kumi Nyie wa Sabato mmekosea sehemu. Wewe utasemaje? Elia atafufuka. Tunasema it's an overwhelming delusion, yaani itakuwa sio kitu cha kitoto, dunia yote itaenda. it will be so powerful. Kama hujapokea ule upendo wa ukweli, you will be deceived. what will you do? Biblia pia inafundisha Yesu atakapokuja atawachukua watakatifu kwenda nao mbinguni, halafu miaka elfu moja watakuwa wanafanya hukumu. Kwa nani? Kwa waovu. Shetani atakapokuja kwa mfano wa Kristo, naye pia atasema, hukumu nawapatia watakatifu wangu, haya, wahukumuni waovu hawa. Waovu ni nani? Unafikiri waovu watakuwa ni nani? ambao hawasikii anayoyasema, jamani, Sabato ilibadilishwa kwenda Jumapili. Hawa ndio waovu jamani, watakatifu wangu hukumuni. Biblia inasema Isaya 66, mwezi mpya hata mwezi mpya, Sabato hata Sabato, watu wote watakuja kufanya nini? Kusujudu mbele zangu. Hii itakuwa wapi? Mbinguni. Shetani atakapokuja kwa mfano wa Kristo na yeye pia atasema jamani, Sabato ya Jumapili hata Sabato watu wote mje kunisujudu, na ambao hawatakubali jamani, toeni nini, hukumu. That is how persecution is going to happen. Sasa utakuwa kundi gani? If you think kwamba ah, nikimwona mtu anatembea tu duniani huyu najua sio Yesu, be very careful. Yesu alimwambia Petro utanikana. Petro akasemaje? Haiwezekani, yani mimi mimi, haiwezekani. Masaa machache tu baadaye akafanyaje? And baada ya kumkana ndipo akagundua, hivi nimefanya nini? When you are squeezed, when you are under pressure, the true nature reveals itself. Kama haukujiandaa, you will be deceived. Tunajiandaaje? tunakwenda kuona hapo. Tunajiandaaje? Sasa, sasa tutachukua pause kidogo. tulikuwa tunaangalia muktadha wa pambano kuu. Sasa, with all that information, naomba iweke sehemu kwenye sehemu moja ya ubongo wako, ipaka hapo, alafu tuangalie sehemu ya pili ya afya, inaingiaje hapa. Katika, huu, katika hili somo kitabu cha Ministry of Healing, inasema hatuwezi kukumbushwa mara nyingi vya kutosha kwamba afya haitegemei bahati, ni matokeo ya utii kwa sheria. Na inasema chochote kinachoharibu afya si tu kwamba hupunguza nguvu za kimwili, bali pia hutenda kudhoofisha nguvu za kiakili na kimaadili. Mazoea yoyote yasiyofaa kiafya hufanya iwe vigumu kwa mtu kutofautisha kati ya mema na mabaya, na hivyo kuwa vigumu zaidi kupinga maovu. Hii inazidisha hatari ya kutofaulu na kushindwa. Tupo pamoja? Kwa unapokiuka kanuni kanuni za afya, haimaanishi tu utaumwa alafu itaishia hapo. You clog your brain. When you clog your brain upambanuzi wako kati ya mema na mabaya unapungua. Uwezo wako wa kutambua sauti ya Roho wa Mungu inapungua. Sasa unafikiri hichi tulichokisoma, shetani kuja hapa duniani with with all these deceptions, with that depressed sense of conscience, utatoboa? Sasa Uhalisia wa sasa ni huo, tunaishi nasema, it's a it's a, it's a fast paced generation a quick fix generation. Yani ni tunaishi katika kizazi ambacho kila kitu ni chap chap, si ndio? We want everything quick. Unatuma message hapo hapo imeshaenda, unatuma email imeshafika, una livestream mtu kule ameshaona, si ndio? unapanda mpaka hivi tuna mwendokasi mwendo kasi. Mw... tunataka tufike haraka Dodoma, sijui ilikuwa mi... M... masaa sita sji. Sasa hivi ni masaa mangapi umefika, sindio? unataka kukula, lakini sa kuanza kupika masaa mangapi? Unaenda tu smaket, unanunua kiconteina, unaweka kwenye mirov, unapasha dakika mbili, una chakula full. Kuna migawa inaitwa fast food, tena inashindana uharaka wa kutoa huduma, si ndio? Yani unaenda sehemu unanunua tu chakula, ndani ya dakika tano umeweka oda, umeshapata kuku wako. Hujiulizi huyu kuku wa dakika tano amekaa muda gani huku, ameandaliwa saa ngapi, amepikwa saa ngapi, ameungwa saa ngapi, ila ndani ya dakika tano unapewa kuku wako unaondoka makampuni sasa hivi yanashindana kutoa huduma kwa haraka, hata za simu. Wewe una, una 3G sisi tuna 4G g 4G, una 5G Kwa hiyo piga picha, yani mtu anazaliwa katika kipindi ambacho kila kitu ni quickly hapo, hapo. Sasa. What about with treatment? Unapoumwa what do you expect this person atafanya kama akitaka kusafiri anafika, akitaka kutuma message amefika, akitaka sifanye amefi. Akiumwa quick fix, si ndio sawa? Sasa lets pray. Baba nakuomba uendelee kuongea na watu wako katika jina la Yesu, amina. Ministry of Healing inasema desturi ambayo inajenga msingi wa magonjwa mengi na maovu makubwa zaidi ni matumizi ya dawa zenye sumu bila utaratibu, the free use of poisonous drugs. Wanaposhambuliwa na magonjwa, wengi hawachukui nafasi ya kutafuta chanzo cha ugonjwa wao. Kweli? Uongo? wasiwasi wao mkuu ni kuondokana na maumivu na usumbufu kwa unaumwa kichwa, hujiulizi. Kwa nini panado? Hujanywa maji ya kutosha, hujapumzika, umetumia simu muda mrefu, hujiulizi ni panado. Jamani, kweli uongo? Hivyo wanageukia dawa za kibiashara ambazo sifa zao halisi hawajui, au wanakwenda kwa daktari kutafuta tiba ya kupinga matokeo ya makosa yao, lakini bila wazo la kubadilisha desturi zao zisizo za kiafya. Ikiwa manufaa ya papo hapo hayapatikani, dawa nyingine inajaribiwa na kisha nyingine. Hivyo ndivyo uovu unavyoendelea. Yaani, nimekunywa panado, kichwa bado. Nakunywa ibuprofen, kichwa bado. Nakunywa tramado, kichwa bado nasema, ah, ni kawaida yangu sasa. Tunasema kwa sifa, ni kawaida yangu mimi, bado hazinisaidii mpaka ninywe. Uovu unaendelea. Anaendelea kusema, by the way hii ni roho ya unabii, ni maneno ya nani? Ya Mungu kupitia Mama White. Naendelea kusoma, watu wanahitaji kufundishwa kuwa dawa haziponyi magonjwa. Narudia tena, watu wanahitaji kufundishwa kuwa dawa haziponyi magonjwa. Ni kweli kwamba wakati mwingine hutoa nafuu ya muda na mgonjwa huonekana kupona kutokana na matumizi yake. Hii ni kwa sababu asili ina nguvu ya kutosha kutoa sumu na kurekebisha hali zilizokuwa chanzo cha ugonjwa. Afya inarejeshwa licha ya dawa, lakini katika hali nyingi dawa hubadilisha tu umbo na mahali pa ugonjwa. Mara nyingi athari ya sumu inaonekana kushindwa kwa muda, lakini matokeo yanabaki katika mwili na hufanya madhara makubwa baadaye. Kwa kutumia dawa zenye sumu wengi hujiletea magonjwa ya kudumu na maisha mengi yanapotea, ambayo yangeweza kuokolewa kwa kutumia njia za asili za uponyaji. Na ndio maana utakuta kuna mtu ana kansa na saratani, akishaanza tukimo ameenda. Sumu zilizomo katika dawa nyingi zinazojulikana kama tiba huunda tabia na hamu habits ambazo huleta uharibifu kwa nafsi na mwili. Matumaini pekee ya mambo bora ni katika elimu ya watu kuhusu kanuni sahihi. Ukweli utafanyaje, utakuwekwa huu, nao wataufahamu kweli, kanuni sahihi. Madaktari wapaswa kuwafundisha watu kuwa nguvu ya uponyaji haipo katika dawa, bali katika asili. Ugonjwa, ugonjwa ni nini? Ugonjwa ni juhudi ya asili ya mwili kuondoa hali zinazotokana na kukiuka sheria za kiafya. Ugonjwa ni juhudi ya asili ya mwili kuondoa hali zinazotokana na kukiuka sheria za afya. Yaani, kuna bakteria ameingia kwenye mwili, mwili unasema huyu bakteria ana optimum temperature ya kufanya kazi, kwa ngoja nipandishe temperature nimuue huyu bakteria. Ndio maana unafanya nini? Unapata homa. Sisi tunafanyaje? Tunakunywa panado umekula kitu ambacho kime irritate tumbo kichafu, mwili unasema, tukitoe hiki, sio salama, hakijavuka tumbo, kitapike, mtapishe. Umekula kitu kichafu, imeshavuka tumbo, ipo kwenye utumbo mdogo au utumbo mkubwa, mwili unasema, jamani, tukitoe haraka, ebu push, push, kiende faster. Maji yako wapi? flash, flash unaarisha